Sihotech Engineering Company Limited Results Oriented Team Kinachoonekana hapa ni mafundi wa ujenzi wakiendeleza shughuli za kulijenga soko kuu la mkoa wa Tabora, soko ambalo linatajwa kuwa chachu uh, kwa wafanya biashara, soko ambalo linakwenda kuongeza uh, kipato cha mtu mmoja mmoja, wale ambao wanakuwa wakifanya uh, biashara katika eneo hili na katika kuhakikisha kwamba wanazilea familia zao na kukuza taifa la Tanzania kwa ujumla. Hapa nilipo nipo na injinia Joseph uh, kubwa zaidi nimefika hapa kwa ajili ya kuzungumza naye kufahamu katika uh, eneo hili la soko uh, kwa sasa ni n gani ipo ya utekelezaji wa soko hili. Bwana Joseph, vipi hali wewe? Salama kabisa kaka. Uzima hai. Upo. Namshukuru Mungu. Mm. Tunaona shughuli zinaendelea. Pengine utujuze ama mjuze Mtanzania ni hatua gani ambayo imefikiwa mpaka sasa katika utekelezaji wa soko hili kuu la Tabora. Asante sana ndugu mtangazaji. Ah, uh, kwenye mradi wetu wa soko eh, inajumuisha kuna soko na pia kuna maduka ambapo kuna maduka blocks zipo tano, na kwa upande wa blocks, tumefikia hatua ya kupaua lakini pia tumeshafanya finishing kwa maana ya plaster. Kwa hiyo sasa tunaendelea na maandalizi ya kupaua. Hizi ni kwa upande wa block shops zote tano, lakini kwa upande ambao tupo sasa ni upande wa main building ambayo ndio soko yenyewe. Tuko kwenye tumeshamaliza hatua za msingi, kwa sasa tuna fanya maandalizi ya kumwaga jamvi na kama inavyoonekana hapa, tuko kwenye hatua za mwisho kwa tayari tumeshaweka BRC. Ni hatua inayofuata ni hatua ya kumwaga jamvi ili sasa tumalize upande wa substructure. Kwa hiyo mpaka sasa hatua ambayo tumefikia ni kwa ujumla, kwa mradi tumefikia asilimia 45 na sasa mradi unavyoonekana unaenda vizuri, na tunakimbizana na muda ili kuweza kukamilisha kwa wakati, ili basi wananchi waweze kunufaika na huu mradi, lakini pia kupata sehemu nzuri ya kufanyia biashara ambayo sasa itaongeza kipato, na pia watu watanufaika na mradi huu. Pengine labda mpaka sasa tunafahamu uh, wanufaika wa kwanza katika soko hili ni mfanya biashara mwenyewe, lakini kabla wakati huu ambapo biashara shughuli hazijaanza rasmi uh, pengine ni kipi ambacho uh, wakazi wa mkoa wa Tabora wa Tanzania kwa ujumla wananufaika na hiki ambacho kinaendelea? Uh, mradi huu kwanza unanufaisha wananchi kwa maana kwamba wanapata ajira, kuna ajira ambazo sio rasmi na ajira rasmi kwa kupitia hivyo, kwa sababu unavyoona mafundi vibarua wote wananufaika na hiyo mradi, kwa sababu wanakuja kufanya kazi na wanapata kipato. Kwa hiyo kwa ukweli ni kwamba tayari imejenga ajira kwa muda huu ambao ujenzi unaendelea. Kwa hiyo kuna watu ambao wamepata manufaa ya hiyo mradi, na tunaendelea kushirika nao vizuri na pia kupata kutengeneza mazingira ya, ya wao kupata ajira hizo. Hayo ndiyo machache ambayo amezungumza uh, bwana Joseph, ambaye ni injinia msimamizi mkuu wa ujenzi wa soko hili kuu la mkoa wa Tabora. Kubwa zaidi amekuhakikishia wewe mkazi wa Tabora na Mtanzania, ambaye ni hususani wewe mfanya biashara, kwamba soko hili likikamilika ni manufaa kwako. Cha msingi ni kukimbilia hii fursa, kuhakikisha na wewe itakapokamilika basi unakuwa umeambatana nayo. mimi ni Michael Samuel.